Mahakama kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Mwanza, imefutilia mbali utaratibu wa kutumia mashahidi wa kificho katika kesi za jinai nchini kwa kuwa utaratibu huo ni kinyume cha katiba ya nchi. Uamuzi huu umetolewa hii leo na jopo la majaji watatu ambao ni jaji Fahamu Mtulya, jaji Stanley Kamana na jaji Wilbert Chuma. Mahakama imefuta kifungu cha 194 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho kilimruhusu mkurugenzi wa mashitaka DPP kuomba ulinzi wa mashahidi wa kificho au wa siri. Mahakama imesema utaratibu huo unamlinda shahidi lakini unamnyima mnyima haki mshtakiwa na hivyo kuondoa usawa katika kesi za jinai. Awali upande wa waleta maombi ulisema utaratibu wa kutumia mashahidi wa kificho unarahisisha udanganyifu kwa kuwa mtu mmoja anaweza kutoa ushahidi mara nyingi kwa kutumia majina tofauti, na akalindwa kwa sababu haonekani, jambo ambalo linakiuka li haki za msingi za mshtakiwa. Mahakama imetoa muda wa miezi kumi na mbili kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali IG kufanya marekebisho yanayohitajika kwa kuondoa kifungo hicho cha sheria kinachokiuka katiba ili pasiwepo na shahidi wa siri ama kificho mahakamani. Kesi hii ya kikatiba namba 22482 mkoaju mwaka 2025 ilifunguliwa na kundi la mawakili 13 ikiongozwa na wakili mwandamizi Konstantini Mtalemwa kwa niaba ya mleta maombi wakili Godfrey Mjuni Martin dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali AG na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali DPP.